kuna vita vilikuwa vinafanyika visivyokuwa vya kawaida. Yeah, yeah, kind of <inaudible> kule so yeah. Munapigwa vita msivyojua, kila unapotaka kupiga hatua unakuta kuna vizuio vinakuja, ukutaka kupenya mahali unakuta kuna kitu kinakuja kinazuia ukupata, yeah, kazi kazi, kazi yako inakuja inapotea, uyelewi kwa nini mepotea kwa kwa na kazi yangu kwa nini, kilichoondoa kazi kwamba vita vilivyoko pale. Ndamuona kijana wako anayesumbuka, your son is... Ki, binti yako huyu Yesu, anasumbuliwa na nini? Kwa sababu anaona wakati mwingine anataka kama hata na kuchanganyikiwa. hey, kuna kipindi naugua sana, na kuna wakati hata mm, tija. Ni magumu kwa sababu we mwenyewe unapitia vita wewe kufunguliwa na binti yako. Amen, atafunguliwa. Kila kitu kitakuwa sawa. Yesu akufungue na familia yako ifunguke, kwa damu ya Yesu. Ile maisha hilo nendo fanikiwe. Amen.